Tunaomba mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kaka yetu ndugu Jumanne Mtafi atusaidie chumba cha ofisi katika sehemu ya sisi. Tuombe sana tuendelee kuinuka serikali mkono. Ni kushirikiano kwa dhati kwa rais na Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana leo mlivyoniomba chumba kama mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi taifa, angejisikia vibaya, nilikuwa ni aibu eti nikasema chumba kimekosekana. Na wakati vyumba tunavyo, tumekuwa viongozi kutengeneza vyumba vya viongozi viko pale, si ndio? Ndio, sisi tunatakiwa kutumia, si ndio? Sasa angejisikia vibaya kama angeona kwamba mmeniomba chumba cha kufanya biashara alafu nikawaambia hamna, na mimi nafanya kwa niaba yake, kitu cha chama cha mapinduzi tena mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndiye mwenyekiti wa taifa, na mimi kwa niaba yake tawapa chumba hicho, mfanye kazi yenu tutawachangia chumba kipana kabisa ili muweze kufanya kazi zenu, msipate kusimizio cha kukosa mali kwa kutandikia. Mwaka huu ni wa uchaguzi, amesha sema zaidi bila dunia. Tuna amani yetu, ni muhimu sana, tunahitaji sana tuwe na amani. Amani, umoja, mshikamano katika nchi yetu, katika wilaya yetu, ni muhimu sana. Wapo viongozi ambao wapo mshikwajisia msema sehemu kuyarudia sana wanasema uchaguzi hamna na vitu vingine. Sisi Chama Cha Mapinduzi tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Wanayesema waa Chama Cha Mapinduzi kikipendo ulizwa na tume ya uchaguzi taifa, sisi kama Chama Cha Mapinduzi tunakwenda kwenye uchaguzi. Kwa hivyo ni waombe uendelee kukiunga Chama Cha Mapinduzi mkono kwa viongozi watakaoletwa na wanachama cha mapinduzi wakwashimua majirani na kwa sasa tunayechua bunge Dr. Chaya, unayejiwani wetu majuani kumi na tisa kwa jimbo la Manyoni Mashariki na rais, kipindi kikifika tutakuja tena kuchukua fomu na wengine. Ni waombe tuungani ukisaidia chama, lakini pia kuisaidia serikali yetu na kuunga mkono na kuendelea kumwombea mheshimiwa rais, na muda si mrefu mpaka tarehe moja atapita katika